Bidhaa zinaweza kukidhi mahitaji mengi ya kimwili na kisaikolojia. Kuna aina tofauti za bidhaa au huduma. Kwa mfano, huduma ya kuburudika kwa kuangalia televisheni ni tofauti na huduma ya matibabu kutoka kwa daktari. Hii ni mifano ya bidhaa au huduma. Kuangalia televisheni inatofautianaje na huduma kutoka kwa daktari? Kwenda kuangalia filamu kuna tofauti anaje na mwamvuli? Bidhaa zinaweza kuwa vitu au huduma. Vitu ni bidhaa zinazoweza kuguswa, unaweza kuzigusa na kuzihisi. Huduma ni bidhaa zisizoweza kuguswa kama kusafiri. Je, hii ni kitu au huduma? Je, inakidhi mahitaji ya kimwili au ya kisaikolojia au inakidhi aina zote mbili za mahitaji? Hii ni bidhaa Je, yeah, hiki ni kitu au huduma? Je, yeah, inakidhi mahitaji ya kimwili au ya kisaikolojia au inakidhi aina zote mbili za mahitaji? Ni huduma. Kitu na huduma ni aina mbili tofauti za bidhaa. Zinakidhi mahitaji tofauti ya kimwili na ya kisaikolojia. Kuelewa aina za mahitaji na aina za bidhaa kutusaidia kuwa wateja na wajasiriamali bora.